Wewe kama una rafiki yako, ni mkuu wa mkoa na ni rafiki yako, kama una tatizo la zahanati, si unamwambia rafiki yako, kwa sababu rafiki yako ni mkuu wa mkoa, kweli au si kweli? Lakini kama mkuu wa mkoa ana shida na yeye anamwona rafiki yake, uwezo anao, halafu mkuu wa mkoa hamwambii rafiki yake tatizo lake ili rafiki yake amsaidie hapo wa kulaumiwa nani? Siyo, au sio? Siyo bwana. Sasa mimi nina tatizo, niwaombe nisiwaombe? Mmejiandikisha, lakini kwa sababu kama mjajiandikisha uwezo wa kunisaidia hamna. Mmejiandikisha. Sasa wanasema hivi mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, katibu tawala wa wilaya, wanasema sisi haturuhusiwi kujiingiza kwenye kampeni, vyama vya siasa ndio vinatakiwa viingie kwenye kampeni, kweli au si kweli? Hasa nachofanya hapa, sifanyi kampeni. Mi nimekutana na rafiki zangu wao, rafiki zangu wameniambia shida yao, mi nakwenda kuishughulikia. Sawa bana yeah. na mi na yangu nisiwaombe wow. ni, au nikiomba nitaambiwa nimefanya kampeni wow. Sasa ngoja nikwambie ndugu zangu, mimi kama ambavyo mnaniona mjanja, sina ujanja wowote, kama mnaniona mi mapepe au mjuaji, mimi sina ujuaji wowote. Hivi mimi ningekuwa mkuu wa mkoa bila mama Samia? Hapana. Bila mama Samia mimi ningekuwa mkuu wa mkoa? Hapana. Bila kuwa mkuu wa mkoa leo ningekuja hapa? Hapana. Bila kuwa mkuu wa mkoa leo mimi ningekuwa rafiki zangu? Hapana. Mimi sijui, lakini raha ya mkuu wa mkoa au rafiki yako, au sio? Hasa tatizo lenu sasa maana nini, mna nguvu hiyo <laughs> mwenye nguvu niliojiandikisha <laughs> kama mnanidanganya, <laughs> napoteza muda, lakini kama wewe eh, umejiandikisha na mimi rafiki yako niko hapa kwa sababu ya mama Samia. Sasa ukienda kule kupiga kura, nakuomba kuwa makini, tumeelewana eh, wasije wakasema nimefanya kampeni hapa. Kura yako <laughs> ukipiga <vila> vizuri nami <laughs> rafiki yako mkono unakwenda kinywani <laughs> yeah. <laughs> Sasa ukiikosea, <laughs> ukapigia watu wengine, wametoka jela, wana hasira, wa kwanza wa kufukuzwa kazi ni mimi rafiki yako. Tumeelewana vizuri, na raha ya mkuu wa mkoa rafiki yako. Sasa yeye ataenda kutafuta mwenzake, walikuwa jela, ndio amlete hapa. Huyo mtaelewana. Tanzania oye! Mmenielewe au? Nimefanya kampeni? Si ni marafiki, tumeelewana.